Asante uh, asante sana uh, kwanza sisi kama TPBRC tumefurahi kuona uh, hatimaye sasa Watanzania au mabondia kutoka Tanzania wanaenda kuitendea haki bendera ya nchi yao wakienda kule. Maana kama wanavyofahamu, kwa miaka ya nyuma kumekuwa na uh, uh, kumekuwa na hati chafu ama stori mbaya kuhusiana na mabondia wakienda nje na inaonekana wanaenda kuuza, lakini Lupakisyo ameenda kuithibitishia Tanzania kwamba bondia wazuri wapo Tanzania na ndio maana wameenda kuchukua mkanda ubingwa mkubwa. Hii sio sio ya Afrika, hii ni international. hii ni international IBO, international boxing organization, ni international title. Kwa hiyo sio jambo dogo, ni jambo kubwa, na ndio maana sisi hapa kama kamisheni ya ngumi za kulipwa tunampongeza sana Lupakisyo, lakini pia tunaipongeza management yake Fairos ambayo iko chini ya Abduli anafanya kazi nzuri na tunazidi sisi eh, kumpa motivation aendelee kufanya vizuri, kwa sababu vijana wapo wengi sana ambao wanahitaji msaada kushukua mkono eh, kunyanyuliwa, lakini pia kupushiwa kwayo, asichoke, asishie. Kwa hiyo asichoke, asiishie kwa Lupakisyo. E, bado kuna bondia wengi tu wazuri, wapo kina nasibu japokuwa wameshafanya vizuri sana kwa, minde, kwa miaka mingi tu lakini yupo mkali wenu wote, wan wanahitaji kufanya mimi hapa wanajui wanahitaji kufanya vyema, lakini uh, sapoti kutoka kwenye manajmenti ya Fair Heroes ndio inahitajika kwa ajili ya kusapoti hawa kina Lupakisyo, lakini na wengine wachanga ambao wanatokea chini uh... Sio rahisi lakini, kwa sababu nilijiandaa vya kutosha na niliamini nitaweza kushinda, kwa sababu nifanya mazoezi ya kutosha na nilimwangalia mpinzani wangu anachezaje ko katika mazoezi pia, mwalimu wangu akanielekeza ni nini cha kufanya ili tuweze kurudi na matokeo ko, nilikuwa na imani ya kupata ushindi kutokana na mpinzani wangu uchezaji wake na ambavyo mimi pia nilienda na fomula ya kucheza. Raundi kumi ni nyingi sana. Kitendo cha kumaliza na ushindi kuamuliwa kwa pointi ni kitu ambacho labda kilihitaji zaidi ya mazoezi. Wakati upo mchezoni na raundi zinazidi kumalizika, ulikuwa unawaza nini hasa kichwani? Uh, boxing ni mchezo wa wazi, kwa hiyo kila mtu alikuwa anaona, na nilikuwa naona kabisa ninaumiliki umiliki mchezo. Kwanza raundi ya kwanza kadi raundi zinavyoendelea kuongezeka mbele ni kwa bado naendelea kuumiliki mchezo. Kwa hiyo nilikuwa na uhakika kabisa asilimia mia moja kwamba lazima hii fight nitachukua, kama tutaenda kucheza fair, lakini kama kutakuwa na ile za kubebana, labda ningeweza kweli kupoteza lakini kwa sababu wamecheza, tumecheza vizuri na wao wameamua kufanya matokeo ya haki mm. Ndo maana nimestahili kile ambacho nilistahili kukipata. Unaamini ulimpiga kwenye kiwango ambacho hata dhana ya kubebwa kichwani mwako haikuwepo, baada ya raundi kumi kumalizika, asilimia mia moja? j Yani ndio maana hata yeye mwenyewe alijua tu kabisa hii fight amepoteza. Yani ni ngumu sana hata yeye kubebwa, kwa sababu raundi zote nimemchapa. Yes, cha kwanza kabisa mi nashukuru Mwenyezi Mungu, mabonde wangu ni ni wasikifu Uh, kwa sababu bondia anaelewa ukimwambia hapo ufanye kitu fulani anafanya. Ah uh, alikuwa ametulia. Uh, kwa ujumla Lupa ni ni kijana ambaye anasikiliza sana. Na nadhani pia mara nyingi pia kwa upande mwingine Nasibu kwa Nasibu Ramadhani kwa sehemu kubwa sana amemshauri Lupa pia kwenye fight mara nyingi sana kwa sababu Nasibu amepigana fight nyingi sana. Yes, kwa hiyo kuna vitu ambavyo alikuwa anajua tayari anavijua wakati tunaenda nje. Of course changamoto zilikuwa ni kubwa uh, kwa sababu ujue kwenye uwanja mzima kuna watu zaidi ya 300 400, then mko watu wawili tu weusi tu mnaonana wawili, mnazomewa na uwanja mkuu wote, yani watu wote wanamezomea nyie. Imefikia hatua, raundi zinavyozidi kwenda, bondia anavyozidi kupigwa na Rupa, imefikia hatua hata MC pia anafanya kutangaza kwenye mike kumwambia bondia wake asogee, akimbie, afanye nini? Sio huyo, ni MC ambaye yuko kwenye mic, sio second, sio second. Kwa hiyo tukawa tuna, kama tunapigwa na watu, lakini focus yetu sisi ilikuwa ni kuhakikisha tunashinda fight.